Waseme wamekaa kwa manufaa yao wenyewe, si manufaa ya wananchi. Broad base ilikuwa ya manufaa wakati ilituliza joto, lakini haiwezi kukua kwa manufaa wakati nataka itulazimishe watu ambao wanafaa watuongoze. Mimi huwa naamini uongozi ni mbinu na hizi mbinu kama wao viongozi wenyewe wako nazo, ni mimi na wewe ndio tuamue, huyu mbinu yake tunahisi, hii mbinu yake huyu inaweza ikatubadilisha maisha, lakini sio mtu ambaye hata hii magarini yenyewe kuijua kwa fasaha hawajui, watakuja tu watapanda majukwaa, waseme sisi tulikaa tukaamua. Lakini swali ni, wakati wakikaa, mimi na wewe tulikuwa hapo kwa hiyo boardroom? Hatukukua na hatujui ni kitu gani kiliamuliwa. Kwa hivyo mimi, hii broad-based, naona ilifanya kazi yake ya kuleta amani na ikaishia hapo. Haya, mambo mengine ya uongozi tumekataa. Okay, aya, kutokana na leo leo hii debate yenye inakuwa hapa Red Cross Yeah, ni nini chenye unatarajia sana kutokana kwao viongozi ama kiongozi mwenye tuseme unataka kumchagua A? Kwanza mimi acha nichukue fursa hii kukufahamisha kwamba mimi kama mtu binafsi okay. hawa aspirants wote ambao wanang'ang'ania hii kiti ya Magarini okay. nimepata fursa moja ama nyingine ya kuwasikiliza okay. na nimepata fursa moja ama nyingine ya kujua kile kitu ambacho wamekuwa wakikifanya inside leadership ya Magarini, kwa hivyo hapa, hapa nilipo nina uwezo wa kumchanganua mtu mmoja baada ya mwingine mm -hmm. na uwezo wake na madhaifu yake nadhani uongozi mm -hmm. tukiendelea kuchanganua uongozi kwa hali hii mm -hmm. tutabaki na ule mtu mmoja ambaye tuna uwezo wa kusema anaweza katupeleka ile nyanja nyingi nyanja nyingine mm -hmm. kwa hivyo hawa viongozi watakuja leo lakini already I have a picture of what, uh, these leaders are made of, okay. and their capabilities mm -hmm. najua kwa hiyo natarajia kwamba watakuja wajaribu kupiga msasa zile sera zao, lakini aa, mimi huwa naamini sera ni kitu ambacho hata wewe ukikaa unaandika ukachora ikakaa ni kitu mzuri kwa mwananchi, lakini when it comes to practicality ikawa ni kitu tofauti. E, ndio maana tumekuwa na viongozi ambao wamepita kwa sababu waliandika maandishi mazuri, wakapaka rangi na ikakuwa ni is a well-decorated manifesto to the people, wakapigia watu lakini yale matarajio yao na yale ambayo yalisema wakati wa kampeni haikuwaitokea. Kwa hivyo pia anaweza sema we can learn from mistakes, mm. na hii debate, huu mdahalo watakapokuja, tutakuwa tunachunguza uh, kwa makini sana kila neno ambalo mgombea atakuwa anaongea, na tutajaribu kulinganisha na vile vitu ambavyo wamekuwa wakifanya huko nyuma na hivi vitu ambavyo wanaongea kwa sababu we are young leaders, pia sisi tunaelewa vitu kadhaa wa kadha, tumefanya kazi kwa hizi maofisi mm, na tunajua kile kinaweza fanyika na kile hakiwezi fanyika mm. Yeah. Sawa, so, na kufikia sasa, tuseme una kiongozi mwenye wewe umemwona, kama wewe useme huyu, unaona kuna sera kadhaa zenye zinaweza nisaidia mimi, ama bado hujaona? Mimi kusema ukweli, uh, mimi kama kiongozi <laughs> wa vijana hapa Magarini <laughs> na kitu cha kuambia watu okay. Mimi ni mfanya...